Labda ana ana anatamani ana kuanza kulima alizeti tunafanyaje hapo? Uh, kuna hatua zipi natakiwa kuweza kuzifuata kabla ya ku- kufika kwenu labda ku kupata mbegu uh, I think kwa upande wa alizeti mimi nimtoe mkulima wasiwasi kabisa. Seedco, tuna mbegu yetu ya alizeti inaitwa LG 50745. Hiyo mbegu sisi huku mtaani tunaiita dhahabu ya njano. Bwana wewe, ukilima hiyo mm, mambo ni swadata kabisa. Aa, kwa upande wa mbegu yetu ya alizeti mm, tunategemea kwa eka moja mkulima atumie kilo mbili kilo mbili, kilo mbili, na kilo moja tunauza shilingi elfu arobaini okay. Kwa, e, kwa eka moja ya tunategemea kwa eka moja. Yeah. Okay. A, tunategemea kwa mm, mkulima atakayefuata pia kanuni bora za kilimo na, na kwa kanuni ni zile zile kwa atakaye fata kanuni bora za kilimo tunategemea apate walau gunia kumi na mbili mpaka kumi na tano ya mbegu yetu ya gunia la kilo 65. Ndio kabisa na akikamua mafuta, mafuta tunategemea kwa gunia la kilo 65 mkulima apate lita 24 mpaka 25. Na kuhusu hilo la mafuta, mimi nimefanya research mwenyewe, nikasema ngoja nijithibitishie. Tukalima na mkulima, baada ya kuvuna bana, tukaenda kukamua. kwenye kukamua yule mkulima alikuja kupata lita ishirini na tatu kwa gunia la kilo sitini na tano na tulipanda kilo moja mm, mm, akapata gunia kumi gunia kumi ya alizeti lita ishirini na tatu kama na kama na lita tatu Mbao, ukipiga mtonyo hapo kwa sababu ndo nadhani ni elfu arobaini na kitu hamsini ya mafuta, lakini haan. Pia niongezee hapo, mbegu yetu pia inavumilia sana magonjwa haya. kuna hmm, ugonjwa wa ubwirunga alizeti inashambuliwa sana lakini, sifa yake kubwa hiyo, ndo ambayo nilitakiwa nisisahau kabisa. Hmm, alizeti yetu ni fupi jamani. Hmm, tunasema ni fupi lakini pia inainamisha vichwa ndege wanakula kwa tabu sana kwao, kama kuna imeinamisha ina, ime so kichwa chini yes. So kama kuna wakulima wengine wamepanda alizeti nyingine kwao, alizeti yetu ni ngumu sana kushambuliwa. Anaweza akashangaa alizeti yake naachwa pale, ya wengine inashambuliwa, so mm. Kulima chaguo sahihi ni LG 50745 karibu sana tukuhudumie hivi yeah. kwa huyu sasa alisikiliza, uh, amesha tamani sasa au anatamani kulima uh, alizeti mbegu ameshajua anatoa kwenu, si ndio eh? mbegu ya LG. Uh, mimi napenda kuita mbegu ya Life is good. LG si ndio? Zipo kanuni zipi anatakiwa azifuate ili aweze uh, kupata matokeo chanya Ah, I think kwa upande wa alizeti amna tofauti sana na mahindi mm, lakini kwenye matumizi ya mbolea pale tunaweza tukabadilisha kidogo badala ya kutumia urea ile ya kukuzia mm, eh, si tunamshauri mkulima atumie ACA, sulfate of ammonium, kwa sababu ile ACA inasaidia kidogo kuongeza kiwango cha mafuta. Kwa hiyo tunamshauri mkulima wetu anayelima alizeti yetu kwenye kupandia atumie DAP kama kawaida mm, lakini kwenye kukuzia atumie ACA kama mbolea ya kukuzia. So I think itakuwa beta zaidi kwa ajili ya kuongeza kiwango cha mafuta. Hiyo hivyo, hizo ndizo hatua, maana maanake kwenye alizeti pale kwenye mbolea mm. ana move kidogo, anakuja na SA badala ya kutumia urea so,